Kwanza mimi niseme kitu kimoja, mm. Maswala ya kuteka na kutekwa, mm. nafikiri uchawi wake tunalalamikiana ndani ya Tanzania mm. sio nje ya Tanzania, sio nje ya Tanzania, ya Tanzania. Kama ni hivyo hivyo, ni sawa, mm. kama hivyo ni sawa, maana yake Tuna vilalamikia vyombo gani? mm. Vile vyombo tunavyovilalamikia, maanake unamwona mchungaji wa Jima mm. ana amesema, sio vyombo vyetu mm. Umeshanisikia na akasema labda ni makundi tu fulani mm. Haya makundi hayana wazazi, hawa hawana kwao mm. Wachungaji wameshindwa kwenda kuzungumza hata na familia zao. mm. Wameshindwa hata kwenda kuwahubiria chochote. mm. Ina maana pale wanaonyesha kwenye imani kidogo wamepoteza nguvu mm. ya kusimamia mambo ya kiimani. Huh? Sasa kama wamepoteza nguvu, labda turudi kwenye siasa. mm. Ambako ndio watu wamekimbilia mm-hmm. Kwenye siasa watu walikokimbilia, kuna msigano mm. Sisi tungetegemea kwamba angetokea mtu ambaye ashawahi kuwa mkuu wa kambi yoyote ya upinzani ndani mm. ya bunge mm -hmm. mwenye uzoefu mm. ama mtu ambaye ashawahi kusimama na upinzani, kwa sababu inawezekana ukazungumza mm. kutoka upande wowote tu kuzungumzia. mm. Lakini je, una uhakika kwamba watu walitekwa yaani wewe binafsi? mm. hilo ni la kwanza. Unajua kuna, kuna, kuna, kuna vitu kama vitatu. mm. Kuna kutekwa alafu kuna watu wakati mwingine kulipana visasi umeshanielewa? mm. mm. na kuna jambo la tatu mm. kuna ile ku kutengenezeana picha ndio, eh, yani, nafikiri mshawahi kusikia wakati mwingine mtu mwingine anakuwa amejiteka mwenyewe mm. eh. Umeshaelewa, yamewahi kutokea eh, eh. Sasa kama hayo mm. ndio ambayo yanayojiri mm. tunayaendeaje? Ya maanake mm. unaposema alitekwa mm. labda fulani alitekwa mm. je, alitekwa na nani? Ndio Sawa mm. aliteka na mahasimu wake mm. Sawa, ambao wa mahasimu wake mmeshindwa kuwataja. mm. alitekwa na vyombo kama hivyo. saa nyingine mtu anasema mm. Sawa, je mm. kwenye huo utekaji anao mm. mm. ushahidi wa kwamba ni chombo ama ana ushahidi kwamba ni mahasimu ama kuna ushahidi wa kwamba mtu alijiteka mm. haya yote mpaka sasa hivi hakuna mtu aliyetoka, mm. na ushahidi wa moja kwa moja kwamba nina ushahidi huu mm.